Kutoka kaunti namba 43 tuelekee kaunti nambari 9 ambapo viongozi wa ODM kutoka eneo la Kaskazini wamewaomba viongozi wa kitaifa kusitisha malumbano na tofauti baina yao na kujituma kuhakikisha chama hicho kimejiimarisha mashinani tayari kwa uchaguzi mkuu mwaka 2027. Wakiongozwa na mwenyekiti wa ODM kaunti ya Mandera Yusuf Maalim, viongozi hao wametaka viongozi wa kitaifa kufanya kikao na kutafuta suluhisho zilizopo na kuwaharikishia wadau wote nchini kwamba wameonya malumbano ndani ya chama hicho katika maadhimisho ya miaka ishirini katika kaunti za Mombasa na Kilifi yamezidisha nyufa zaidi katika chama hicho cha chungwa. Mkae pamoja, mkikaa pamoja ndio tunakuwa na nguvu, tusiwachilie hata mtu mmoja kule nje, si kuzuri tukikaa pamoja ndo inaonekana ya kwamba hii party imetoka mbali mwaka ishirini si kidogo to his excellency the president of the republic of kenya uh, william samuel ruto please give us time as a party to heal from the loss of our party leader so that we can